nika kuwa wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Transmara kaunti ya Narok. Pia inaaminika kuwa zaidi ya watu 45 wamelazwa hospitalini, wengine 21 wakitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Wakazi sasa wameshauriwa kuzingatia usafi huku maeneo ya kuuza vyakula yakifungwa no cha kupata ugonjwa wa kolera lazima iwe e, ni watu wawaeki kinyesi mahali inapofaa. Kwa hivyo cho, jambo la kwanza ambalo, ambalo tunataka kuwasisitizia watu wetu ni utumizi wa vyo umeelezewa na mwofisa wetu hapa kwamba e, hawking ya chakula ama kutembeza chakula kwa mitaa katika kaunti mzima tuna tunasisitiza kwamba hadi ugonjwa ukue control isimame kwanza hawking kabisa, ara isimame ishe kabisa. Huo mlipuko wa kipindupindu ambayo uliweza kutoka e, tayari watu 45 wameweza kuja katika kulazwa katika hii hospitali 21, na wameshaenda nyumbani, kumi e, 19 bado wako hapa, na kwa bahati mbaya tumepotesha maisha ya watu watano, na tunasema Mungu awalaze mahali pema peponi. Kuliwa mwanzo ni kwamba ile usambazaji wa chakula ama food hawking imekuwa mahoteli ambazo watu wana chakula kinapeanwa ambazo hazifikia ile kiwango cha public health pia zimefungwa, zaidi ya ishirini zimefungwa tayari hadi, hadi sasa, na tunaendelea kuhamasisha watu, sababu lazima watu watumie maji ambayo hia amechemshwa au amewekwa dawa ile ya chlorine, watu wanawe mikono wakati wote na watumie vyoo ndio kinyesi isiingie kwenye maji au chakula. Hii si pale, pale nyumbani achemshwe au tuweke ile inaitwa chlorine tablets ama aqua tabs, ama pur. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili kunawa mikono mikono wakati wote baada ya kwenda kujisaidia, baada na kabla ya kupika chakula, baada na kabla ya kula na kushikubadilisha watoto zile eh, diapers hiyo zote tuhakikishe kwamba tumenawa.